Sijai kuwa na mtu. Yeah. Ujai kuwa na mtu? Okay, sijakuwa na relationship sasa hapo ninaweza danganya. Ujakuwa na mtu kutoka uzaliwe? Sijakuwa na mtu wa kuoa ama yeah, naweza sema huyo ndio mtu. Mm. Ujai kuwa na mmoja, sasa ndio natafuta mmoja. Mm. Nataka... dem faithful. Loyo mwena ana kid and probably Mkamba, mm. Yeah, all the best mwenye ananiangalia na mwenye ako interested to me, you are welcome. mm. Kwa majini unaitwa nani? unaitwa Tanas. hapa Nairobi unakaa wapi? Kasarani. unakaa Kasarani. nyumbani ushagoni wapi? Ah, ni Machakos. Wewe ni mse wa Machakos. Uko na miaka ngapi? Niko 40s. Uko na? Uko? Eh? 42. Uko na 42 years. <music> Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, mazem, kadetu mazetu asemanga wasa patane, ni aje? Poa sana. Eh. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Atanas. Unaitwa? Atanas. Atanas. Atanas ni jina ya wapi? Ya Ukambani. Ukambani? Yeah. Wewe ni Mkamba? Mimi ni Mkamba. Ehe, Nesa. Wati ndio hata Nesa. Oh, lazima tu confirm. Hapa ni aje? Wewe direct ulinifunza tu Nesa hapa kenda na Juanga bana. <laughs> So, hey, bro. Hapa Nairobi unakaa wapi? Kasarani. Unakaa Kasarani. Nyumbani ushagoni wapi? Ah, ni Machakos. Wewe ni msewe wa Machakos. Uko na miaka ngapi? Niko 40s. Uko na, uko? 40s. 40s, yani uko 40 ama 40 something? Eh, 40 something. Nasema tu hiyo bana, nasema tu eh. 42. Uko na 42 years. Eh, hey. Eh, do you have maybe a kid? No. Hauna mtoto. Eh eh, hey. Umesema jina ni? Atanas. Atanas. Eh, sasa fanya hivi Atanas eh. Angalia hapo kwa kamera, ambia waseme hivi, mbona ni box? Ah, ni queen box. Mm. Nilikuwa natafuta mtu ha wife mm. Mm. uko single, unataka mtu yeah. Umekuwa single ume for long ah, uh, for so long. So long. Yeah. so long maybe, miaka ama miezi? Okay, miyaka. Miaka miaka, yes. Ngapi? Ngapi? Me... eh sijawahi kuwa na mtu uh, kuoa. Mm. Yeah. Ujai kuwa na mtu? Danganya. Hmm uje, tuseme hujakuwa na mtu <coughs> <coughs> hujakuwa na mtu 42 kutoka uzaliwe. Uh, ni my friend tu but sijakuwa na mtu wako, ama naweza sema huyo ndio mtu mm. Yeah. Sasa ule hujai kuwa na kadem mtu kasema aka ni kangu? Ah uh, not yet. Bado mm. unaishi nje gani? <laughs> so unasema 42 hujai kuwa, so ni my friend tu wale, yaani ni, ni my friend tu lakini sijawahi kuwa mm. na mmoja. Sasa ndio unatafuta mmoja? mm. yeah. Ujawahi kuwa na ule mtu ukaamua tu ati sasa huyu ni demu yangu, so ujawahi kuwa na demu yako? Ah, sijawahi kuwa. Ujawahi kuwa na demu. yeah. Sasa ndio niko na interest ya yeah. niko na interest ya kuoa sasa na kuwa na mmoja. mm. yeah. Uliamua utulie kwanza, sasa ndio uko na interest ya kuoa? yeah. Guys mzee, hope unafuatilia venye kunaenda. sasa fanya hivi bro, angalau kwa kamera, ambia wase, unataka demu na kaaje? Uh, nataka dem faithful, loyal mwana ana kid na probably Mkamba mm. Yeah. Unataka dem faithful, loyal mwenye ana mtoto na probably akuwe Mkamba. Yeah. Between 20 to 30 years. Between 20 to 30 years. Yeah. Guys, maze kama uko hapo nje <laughs> maze, wewe ni mwanamke, we ni mrembo una umebambika na Atanas. Atanas. Unataka ni connect na yeye, inbox hapo WhatsApp 0795968188, mbesa nda maze. Nimeona Atanas ako sawa, ni connect na yeye nitamu reach out tuone venye kuna yeye kunaenda. So maybe any last word? All the best. Mwenye ananiangalia na mwenye ako interested to me, you are welcome mm. He, mwenyako hapo inja amekuona umemwelcome umemwelcome. Mm-hmm. Yeah, he, Guys maze kamuko hapo inja wewe ni mrembo, kama changamka, ni YouTube subscribe, kama ni Facebook follow, kama ni TikTok follow. Thanks for watching. Tunawapenda sana.